Ikiwa ni siku ya kipekee Mei ishirini na sita ishirini ishirini na tano chuo cha elimu ya biashara kampasi ya Dodoma inazindua rasmi awamu ya tatu ya mafunzo kwa wahudumu wa mabasi ya masafa marefu, mafunzo mahususi ya kuwajengea ujuzi, kuongeza weledi na kuboresha huduma kwa abiria katika safari zetu za kila siku. Katika uzinduzi huo, Profesa Kembo alisema wahudumu hawa wataendelea kunufaika na semina kutoka huduma ya kwanza, LATRA, jeshi la polisi na jeshi la zimamoto na uokoaji, ikiwa na lengo la kutoa huduma bora, salama na yenye staa katika mabasi ya masafa marefu. Lakini Profesa kembo hakusita pia kuwakumbusha jambo muhimu, kwa wao ni mabalozi wa mabadiliko, si tu ndani ya sekta ya usafirishaji bali pia kwa taasisi ya elimu walioichagua kuwa sehemu ya safari yao, akiongeza kuwa mbali na kozi za muda mfupi, CBE pia inatoa kozi za muda mrefu kuanzia ngazi ya cheti hadi shahada ya uzamili. Tunawapongeza wote waliopata nafasi ya kipekee. Mafunzo haya siyo tu hatua ya taaluma, bali ni msingi wa mabadiliko chanya katika sekta ya usafirishaji nchini. Tunawakaribisha wote, Chuo cha Elimu ya Biashara Kampasi ya Dodoma, CBE, kwa mafanikio ya biashara.